Hebu fikiri hili mtazamaji, nywele zinazotengezwa kutokana na taka za ndizi. Naam, huu ndio mtindo mpya unaoanza kushika kasi miongoni mwa wakulima wa, wa ndizi katika kaunti ya Nyamira. Wakulima hao wamebuni mbinu maalum inayogeuza mabaki ya ndizi si tu kuwa nywele bali pia bidhaa nyinginezo. Duncan Bundi ameandaa taarifa ifuatayo, kijijini Getare katika kaunti ya Nyamira. Emily anasuka nywele za mteja wake kwa ustadi kwa kuziunganisha na zingine bandia, lakini hizi sio za kawaida. Wakati ninashuka nywele, ninapendelea sana kutumia hizi braids ambazo ni za banana. Kwa muda sasa, wawili hawa wamekumbatia nywele hizi zinazotengenezwa kutokana na migomba ya ndizi. Mara ya kwanza nilipozitumia kubadilisha na zile zingine, nilipata kwamba sijikunikuni tofauti ya kwanza, iko fine, iko straight, aina ile manyoya. Unajua zingine saa zingine ukishuka manyoya inaka mtu anafikiria ulishuka last week. Nywele hizi zilibuniwa katika karakana hii ya chama cha ushirika cha Weferson hapa Getare. 80% ilikuwa ni west katika ndizi yetu, ambayo tulikuwa tunaongezea dhamana, so tukaanza utabiti kuangalia ni kitu gani ambacho tutaweza tengeneza wa ndizi. Vijana hapa wanashirikishwa kutengeneza nyuzi kutokana na migomba. Huku kina mama hawa wakizichana ili watengeneze nywele. Baada tumepata the fiber from farmers, tunaichana. Baada ya kuichana, tunaiosha.

Tofauti na nywele za kawaida ambazo zimekuwa tatizo kwa mazingira, nywele hizi hazina madhara yoyote kwani hugeuka mbolea. Kazi ya ulimbwende inapokamilika, baada ya kipindi cha ususi, hatimaye tunamwonekana unaovutia na tabasamu inayodhihirisha kwamba mteja ameridhika. Dunia inapopambana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, wakulima wa ndizi kutoka kaunti ya Nyamira wamebuni mbinu mbadala za kukabiliana na uchafu unaotokana na ndizi kwa kutengeneza vikapu, mikeka na nywele kati ya bidhaa zingine za ulimbwende. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Nyamira, langu jina ni Duncan Bundi.